Pembeni kidogo ya kijiji cha Mlawawa kuliwahi kuwepo na mwanamke mmoja mzee mjane ambaye alikuwa akiogopwa kijiji kizima. Bibi huyo alikuwa akiwaiba watoto wachanga na kuwala nyama, lakini hakuna mtu aliyewahi kujua siri na maficho husika ya bibi huyo, mpaka usiku mmoja, bibi huyo alienda kijijini na kubisha hodi kwenye nyumba ya wenzi wa ndoa ambao ndoa yao ilikuwa changa na walibahatika kupata kichanga kimoja cha kiume. Wanandoa hao walisikia mlango wao ukigongwa majira ya usiku, wakiwa wako katika maandalizi ya kutaka kwenda kulala. Iliwapa wasiwasi, lakini mwanaume alivaa ujasiri na alienda kufungua mlango, lakini alimkuta kikongwe dhaifu akiwa ameshikilia mkongojo na kapu kubwa lililofumwa kwa nyuzi za ukili. Alimsalimia kisha akamwita mkewe, lakini baada ya mwenza wake kufika, bibi huyo alisikika akisema, tafadhali jamani, nilikuwa naomba maji nimekuwa nikitembea kwa umbali mrefu na nina kiu sana, aliongeza kwa sauti ya chini na ya upole. Wenzi hao walimhurumia mwanamke huyo mzee na kumruhusu aingie ndani kwao. Walimpa maji na chakula ambacho kilikuwa kimeandaliwa usiku huo, kisha walimuuliza maswali kadhaa kuhusu asili yake, lakini wapi alikuwa akitokea na wapi anapoelekea na safari yake. Lakini bibi huyo mzee aliwajibu kuwa yeye alikuwa ni ombaomba akitafuta mahali pa kukaa. Alisema kwamba hakuwa na familia, marafiki wala nyumba ya kuishi. Wenzi hao ambao walikuwa wema na wakarimu walimpa kitanda cha kulala usiku huo. Walimpatia alale katika chumba chao cha ziada cha wageni waliokuwa wakiwatembelea. Lakini walimwamini bibi yule kupita kawaida. Wanandoa hao walisema wangefurahi kumkaribisha kama mgeni wao, na mwanamke huyo mzee aliwasifu wote wawili kwa heshima, ukarimu na upendo wao waliomwonesha, na kisha akafuatana nao kwenye chumba cha wageni. Bibi huyo alitabasamu, huku akimwangalia mtoto wao aliyekuwa amelala pembeni ya kitanda chake. Kisha alisema kuwa yeye anapenda sana watoto na aliwaomba kama anaweza kumbeba kwa muda kidogo. Wenzi hao ambao walimwamini walikubali, walimpa mtoto na kumwangalia huku akiwa amembeba mikononi mwake. Baada ya kumbeba mtoto, bibi huyo alimnenea maneno ya kichawi pale pale, bila wenzi hao kusikia chochote. Tukiwa tunaendelea na simulizi yetu hii nzuri, ningependa kuwashukuru na kuwaomba kama hauja subscribe. Tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele, uwe mwanafamilia wa Dunia Ya Simulizi Za Kusisimua ili usipitwe na matoleo ya simulizi nyingi nzuri zinazofuata. Kisha alijisemesha tena mwanamke huyo mzee kuwaambia wenza hao wawili kuwa mtoto wenu ni mzuri sana, alafu aliwatakia usiku mwema huku akiwa amebakia na mtoto kwenye chumba hicho cha wageni, na bibi huyo alifunga mlango wa chumba chake. Wenzi hao wakiwa wamechoka walitembea hadi chumbani kwao na kulala. Waliamua kumwamini kikongwe huyu huku wakijua mtoto wao atakuwa salama tu. Lakini mara baada ya bibi huyo kuhakikisha wenza hao wameingia chumbani, alisubiria kidogo usingizi uwashike vizuri. Baada ya hapo, alifungua dirisha na kisha akatokea msituni na mtoto huyo. Asubuhi iliyofuata ulisikika mzozo mkubwa nje ya nyumba yao. Kulikuwa na kundi kubwa la wanakijiji wenye hasira kali, walikuwa wakishutumu kupotelewa na watoto wao. Lakini wanandoa hao walipotoka nje, walisikia habari hizo kuwa yupo bibi mzee ambaye alikuwa akiiba watoto. Walirudi ndani na wasiwasi mkubwa kuwa huenda mtoto wao akawa amepotea pia. Walirudi ndani haraka mpaka kwenye chumba chao cha wageni, lakini ilikuwa too late. Bibi yule alikuwa ameshaondoka tokea usiku wa jana yake. Wanandoa hao waliangua kilio kikubwa kwa uchungu, kama watu waliofiwa. Wanakijiji walikuwepo karibu na eneo hilo, walisogea karibu kwenye nyumba hiyo lakini haikuwa taarifa tofauti na waliokuwa wakiitegemea kuisikia. Watu walikuwa na huzuni kwa wanandoa hao wapya, lakini hawakuweza kufanya chochote na walirudi majumbani mwao. Kila mtu aliyekuwa na watoto alichukua tahadhari kubwa. Lakini bibi yule mzee kule msituni alipokuwa, aliweza kujua kichawi kwamba wanakijiji walishamjua na hivyo wote walishachukua tahadhari dhidi yake. Kwa hiyo ilimbidi aje na mbinu nyingine hili aendelee na zoezi lake la kuendelea kuiba watoto. Hivyo bibi huyo mzee alikuja na wazo la kutafuta mwanamke mwingine mdogo, binti wa makamu ambaye isingekuwa rahisi wanakijiji kuweza kumjua. Kikongwe huyo mchawi alifanikiwa kumpata binti wa kijijini ambaye alikuwa maskini na mwenye maisha magumu sana, alinusra kukata tamaa. Alimpa pesa na chakula kisha waliingia makubaliano. Huwa amfanyie zoezi hilo la kwenda nyumba baada ya nyumba kuiba watoto. Kisha binti huyo alijifanya kuwa ni ombaomba omba, akipita majumbani mwa watu, alilenga zile nyumba zilizokuwa na watoto wachanga. Kisha alifanikiwa kuwachukua watoto hao na moja kwa moja aliwapeleka msituni kwa yule bibi kikongwe. Wanakijiji waligundua haraka kwamba watoto wao walikuwa wakiibwa, walikuwa na mashaka pia. Hilo jambo liliwakasirisha sana. Waliamua kuanzisha doria ili kumtafuta mwizi anayewaiba watoto wao. Usiku mmoja, walishuhudia mwanamke akikimbia na mtoto mikononi mwake. Walimkimbiza na wakamkamata, lakini wanakijiji kwanza walihitaji kujua alikuwa akiwapeleka wapi watoto wao na alikuwa akitumwa na nani. Binti huyo kwa uoga alikubali kuwaeleza kila kitu. Aliwafahamisha kuhusu yule mwanamke mzee wa msituni ambaye alikuwa amemshawishi kuiba watoto. Wanakijiji wenye hasira kali waliongozana na yule dada hadi msituni ambapo alipokuwa akiishi yule bibi kikongwe. Walipofika waliona kibanda kidogo. Mwanamke mzee alikimbia na mtoto mmoja kabla ya wanakijiji kufika hapo. Wanakijiji waliizingira kabla ya kuichoma moto. Walitarajia kupata watoto ndani ya kibanda hicho lakini walikuta mifupa tu. Bibi yule mzee alikimbilia mbali zaidi milimani, lakini bado alikuwa na mtoto yule mmoja aliyekuwa amemwiba kutoka kwa wanandoa wale wachanga. Alimtunza mtoto huyo na kukusudia kumlea kama mtoto wake. Kadri muda ulivyopita, mtoto yule aliendelea kukua mpaka ikafikia hatua mtoto yule alikuwa akijua kuwa yule bibi kikongwe ndo mama yake mzazi. Ila siku moja asubuhi mtoto yule alipoamka hakuweza kumwona tena bibi yule, akujua alienda wapi, na tokea siku hiyo hakuweza kumwona tena. Mtoto huyo aliamua kutoka na kwenda kule kijijini alipokuwa ameibwa akiwa mdogo, alienda kutafuta msaada ili hali haweze kuishi kama binadamu mwingine, na hatimaye familia moja wapo iliamua kumpokea mtoto huyo na kumlea kama mwanafamilia. Katika familia hiyo aliishi kwa amani na furaha sana. Japo hakuweza kuwajua wazazi wake husika katika maisha yake yote. Simulizi hii inatufundisha juu ya dhamani ya uaminifu na matokeo ya uongo. Inaonyesha ni kwa jinsi gani mashaka na hofu vinaweza kutenganisha jamii. Tunaporuhusu woga kutawala matendo yetu, tunahatarisha watu wasio na hatia na kupoteza mtazamo wa kile ambacho ni muhimu sana. Huruma inaleta msaada na ukombozi, lakini huruma pia huponza na kuingiza watu katika matatizo makubwa. Hivyo basi, kuanzia leo, acha kuishi katika mtazamo wa msemo unaosema tenda wema uende zako. Bali unatakiwa kujua nani anayestahili kutendewa wema huo.